Maendeleo ya sayansi na teknolojia ni wakati fakali wa kutafakari hususan ninyi wasomi, ipi nafasi ya Afrika katika kasi hii ya maendeleo ya sayansi na teknolojia? Moja ya sifa ya uchumi wa kikoloni kama tulivyofundishwa wote kwenye somo la historia ni kuzalisha usichokitumia na kutumia usichokizalisha. Na huu ndio uhalisia wa maisha tunayoishi. Teknolojia tunayotumia ni ya kweli, maswali tunajiuliza, na kama sio ya kwetu, hii teknolojia tunayotumia ni ya kwetu? Na kama siyo ya kwetu, tupo salama kiasi gani? au tunafanya nini tukilenga nasi kuwa na kilicho chetu? Ni ukweli usiopingika, kwa taifa likiwa na teknolojia yake litakuwa limejikomboa kwa namna fulani na hivyo kuwa na uhuru katika hilo. Tujiulize sisi wasomi kutoka Afrika na hususani sisi tuliokusanyika hapa, ni sawa kwa watumiaji wa teknolojia kutoka nje. Nini maana ya elimu kwetu sisi? Na je, sisi wasomi kutoka Afrika tuna maoni gani ili tuweze kuitumia kwa manufaa? Elimu itusaidie au inatusaidia kufanya nini? Ni kuwa na maarifa na baadaye tuyatoe tu, tu maarifa, au kuwa na maarifa ambayo yanakuja kutuendeleza sisi, kutujenga na kuwajenga wengine? Teknolojia pamoja na mazuri yake imekuja na changamoto nyingi zikiwemo za kimaadili na kiusalama. Kupitia maendeleo haya ya sayansi na teknolojia, tuliogundua na yamegunduliwa na kimegunduliwa hicho ambacho kinaitwa artificial intelligence AI wengine wanakiita akili unde, wengine wanakiita akili mnemba. Leo hatujui lipi la kweli na lipi la uongo. Je, wasomi mnaisaidiaje jamii ili hilo la AI liweze kutumika kwa usahihi? Maswali tunajiuliza. Tupo katika mnyukano wa taarifa kwa kutumia akili unde ama AI na bahati mbaya, matumizi haya ya akili unde naambiwa sasa amepenya mpaka katika kuta za vyuo vikuu. Tusipokuwa makini, inaiona hatari ya wasomi wetu wa sasa kuikabidhi akili unde kila kitu na wao kwenda likizo ya kufikiri. Tusipokuwa makini hiyo AI wakiliunde itakwenda kuchukua nafasi ya kufikiri badala ya sisi kufikiri. Sisemi kuwa maendeleo haya ni mabaya, ila ni vizuri tukawa na mwongozo wa namna bora ya kutumia hii sayansi ya kiliunde kwenye taaluma. Vizuri kusisitiza kwamba taifa linahitaji kuwa na mwongozo rasmi wa namna ya kutumia hii akiliunde. Vyuo vikuu vitakuwa na vinatakiwa kuwa na mwongozo wa namna ya matumizi sahihi ya akiliunde, ili wanafunzi watumie teknolojia kwa manufaa bila kuchukua nafasi yao ya kufikiri. Kwenu vijana, itumieni hii akiliunde kwa matumizi chanya na sio kuikabidhi kila kitu ifanye yenyewe kusaidie i kuharakishie mambo mengine lakini ubaki ni wewe, sababu yote hayo ametengenezwa na hii hii akili ya binadamu. Ni kutuongoza katumia vizuri, atakuongoza na atakufanikisha katika mengi na atawafanikisha wengine wengi katika mengi.